Tumekagua soko mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikuombe sana. Nasema maneno haya mbele ya mkurugenzi, na naomba mkurugenzi, kupitia mapenzi ya mwenge uhuru na wananchi waliojitokeza hapa, kuna baadhi ya changamoto ambazo tumeziona katika soko hili. Kwa kweli, tukiomba changamoto hizi tuzifanye kwa haraka, maana wananchi wetu wanaendelea kuwa wanaamini juu ya utendaji ulio imara juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan lakini juu ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, changamoto zile ambazo nimekueleza pale na wananchi ambao wamezieleza ikiwemo swala la vyoo, lakini pia swala la yaani eneo ambalo kupitia mvua maji yanapita, nikuombe sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenge huo wa uhuru unatembea nchini kote Tanzania, na hapa ndiyo kwanza tuna mkoa wa pili, tumebakisha mikoa 29. Nikuombe sana kabla hatujafika mikoa mitano basi tuweze kujua marekebisho, lakini pia tupate taarifa za kuwa eneo hili kumerekebishiwa, na haya hizo taarifa tuzipate kwa picha, lakini pia tuone, wakati leo hii tumekagua, lakini na wakati ambao uko umerekebisha. Mimi sina shaka na wewe, najua utekelezaji wako, najua imara wako katika utendaji wa kazi, ni kijana mzalendo, lakini pia unapenda taifa hili na wananchi wa eneo hili. Ombi langu kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara wa soko hili, haya yote ni mapenzi ya mwenge wa uhuru, na nimechukua changamoto zenu, na ndio maana nikasema niziseme hapa ili kuweza kujua. Mimi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, pamoja na vijana wenzangu, ukiambatana na mkuu wa wilaya, changamoto hii tumeisikiliza na ndio maana tumeisema hapa leo hii. Eneo hili umefanyika uwekezaji mkubwa ambao unagharimu fedha nyingi sana na fedha hizo ni kwa ajili ya wananchi wetu hapa, lakini pia mwekezaji wetu amezungumza hapa, amesema kwamba uwekezaji huu utanufaisha taifa, lakini pia utawanufaisha wananchi wa eneo hili. Kwa kweli ni wapongeze sana ndugu wananchi kwa kukubali kuwekeza katika maeneo yenu mwekezaji huyu, ili kuweza kuleta maendeleo katika maeneo yenu. Kwa kweli hongereni sana, na naomba mpigie <laughs> hakikisha tunautunza miradi hii lakini tuendelee kuhakikisha tunawasaidia wawekezaji wetu hao, kwa sababu anatumia fedha nyingi juu ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana leo hii zaidi ya vijana 120 wataajiriwa katika eneo hili. Kwa kweli, Mwenge wa Uhuru bado unawaka, unang'ara na unameremeta, na kufika Mwenge wa Uhuru katika eneo hili ni ishara ya kuonyesha sasa maendeleo yanaendelea kukua katika eneo hili. Kwa kweli, wananchi, endeleeni kuunga mkono jitihada hizi ili wawekezaji wetu hawa hapa walipoanza waendeleze na zaidi, ili tuhakikishe vijana wote katika halmashauri hii wanapata ajira na wanaendeleza maisha yao ya kila siku. Mwenge wa Uhuru Owe. Owe.